Nisikie, Kenya kumejaa ukabila na ukabila imeanza kwa kanisa. Kanisa ya mkikuyu hautapata mkamba, hautapata mkamba. Kanisa ya pasa mkamba utapata mkikuyu. Kanisa ya mjaluo utapata mkamba, nisikie, hautapata. Na wale wanaenda kuna kitu wanavuata, na wakishaipata wanarundi kwao kwa makanisa yao naongea hivyo kwa nini? Wale wametabiria Ruto, sijaona Munandi anatabiria Ruto kwamba ati Mungu amesema atammaliza. Lakini wale munavuata wanasiasa wenu wakidefect from president, mnaanza sasa na maunambi. Kila mtu anatabiri. Nisikie, niwaambie, Kenya kuna roho ya ukabila na ndio huwa inaleta shinda. Naomba katika jina la Yesu. Wachungaji mubandilike, in your church, preach unity, umbiri kumalisha ukabila. Yesu alikuja kumalisa ukabila. Ndamu ya Yesu ikituosha ukabila inaisha. Sitaki unisupport, sitaki hata ucomment, nataka tu change. Mi ni Mkamba, niwe naweza chakuwa Mnandi, niwe naweza chakuwa Mjaluo Iwe naweza chakua mukikuyu bila kusema ni mtu wangu. Kenya imeteseka kwa maana tumegawanywa katika ukabila. Unaona, US Barack Obama alikuwa president akiwa amesaliwa kutoka Kenya, akaongoza wasungu, because in US hakuna ukabila. Isikie niwaambie, Kenya shinda mingi nimeona, hata manabii wanatabiri hati kutakuwa mhakikaji wa ndamu hati nimeambiwa huyo hatamaliza, hatamaliza. Maandiko inasema tupime unambii na neno la Mungu. Tutapima unambii yako na tutaambia president, hiyo si unambii wa Mungu, ni wa ushetani. So Mungu wa amani awabariki. Acha niombee president. Baba, katika jina la Yesu. Naombea President Ruto mpatie neema ya kutawala, mpatie hekima ya kutawala Kenya. Baba, hatutatingishwa Kenya, damu haita mwakika. Roho ya ukabila, pepo zote, chabu, vita zinaendelea katikati ya makabila Kenya naivunja na nanena Mungu wa mbinguni, amani, ushindi na baraka za Mungu ni katika jina la Yesu. Nimeomba na kuamini, pokea neema. Mungu wa amani awabariki.